Mitandao isitudanganye sana, mitandao isitudanganye sana, mitandao isitujaze ujinga, mitandao isitujaze ujinga, mita ujinga. Maisha ya kihalisia sio sawasawa na ya kwenye mtandao. Mmenielewa jamani? Sasa leo mtu yuko marekani huko, ete anakushawishi uandamane, yeye mwenyewe aje. Simwambie aje hapa kidogo. Au ha, unasema uongo E, dada wa taifa mwambieni aje, mwambieni bwana, karibu Bongo hapa, njoo tu wote tarehe ishirini na tisa si anaijua shughuli yake. Mwambie asubuhi kidogo tu, kama unakuwa yule papamo, bimba yule brother yake anasema uniguse kidogo tu uone shughuli yake sawasawa, jamani. Kwa hiyo mimi nawaomba ndugu za muni asitudanganye mtu Yeah, kita kwa andamana, andamana ye. We, we kaa kwa amani. Hii dunia tunapita tu si ndiyo jamani eh? Kila mmoja atimize wajibu wake kwa taifa lake. Una haki umtaki Silinde nenda kapige kura, simtaki Silinde chagua mgombea mwingine mendelewa, jamani. Una haki unamtaka Silinde nenda kapige kura mchague Silinde, una haki mendelewa, jamani, lakini kwa sababu umtaki Silinde na huna chaguo la mgombea mwingine, unataka kuharibu uchaguzi, hatutakubali. Sawa sawa, jamani, hilo hatutakubali hata kidogo. Kwa hiyo haya, niliona ni vizuri ni nikayasema kwa ndugu zangu wananchi wa Mwakakati na wananchi wa Tunduma, ili inapofika tarehe ishirini na tisa muwe na amani huko kote huko. Hata vyombo vya ulinzi na usalama vitakuwepo vinalinda amani hapa wengine watakuwa na shughuli ya kufanya usafi humu kwenye mitaa yetu, mmenielewa jamani? Wengine watakuwa wanaendelea na gwaride, yani ni burudani, nchi nzuri sana, mmenielewa jamani eh, hey, o, wengine ambao mtawiwa, mtatusaidia kufanya kazi ya usafi, si ndio jamani eh? A sio kwamba tunawatisha, isipokuwa tunawapa taarifa, mmenielewa jamani. Wewe mkiona watu wanafanyafanya kazi zao humu mtaani na nini ukiwiwa na wewe ungana nao si ndio jamani na we kama wanafanya usafi, na we unafanya Sawa sawa jamani eh kwa hiyo niliona ni vizuri niseme na ndugu zangu tumeamua kulimaliza hili jambo kwa amani tarehe 29 iishe kwa amani kama ukujipanga kwenye uchaguzi wa mwaka 25, tunaamini watajipanga mwaka 2030. Tutakutana kwenye majukwaa haya haya, wataomba kura, tutaomba kura, si ndio jamani, yeah. Na mwenye sera nzuri ndio atakayeshinda yeah. Mimi hapa nimejenga magorofa, shule za gorofa yeah. Mbona amgomeshi watoto mbona amgomeshi wenu wasisome kule, mbona amgomeshi Silinde mbaya, watoto wenu ndo wa kwanza kwenye magorofa ya hii yeah. yeah. Nchi hii, nchi ni yetu sote ni nchi nzuri, nchi ya amani. Unajua, kama unataka kuonyesha hasira, onyesha hasira kwa kweli. jenga shule yako, asome mwanao pale. mashule mazuri, mpo tena wa kwanza wa mbele mbele. Nikisema mikopo kwa kina mama, vijana ndio wa kwanza, mpo pale mbele mbele, boda boda wote, wengine wote wamechukua, kama ni bajaji mmechukua, alafu ndio wa kwanza. Ndio maana Mungu hawezi kutokuacha kunibariki kwa kweli Anaacheje hapa? Kwa mfano, mnafurahia wema wangu, lakini mnanipaka matope huko, lakini mnajua kabisa Silinde ni simba anaweza kufanya kazi, si ndio jamani? Na mimi wajibu wangu ni mmoja tu, popote nitakapokuwepo, nitafanya kazi, nitaacha alama. Ndio wajibu wangu. Wanasema mara nyingi mwanadamu asifiwa akiwa hai, si ndio jamani? Mimi na uhakika siku nikifa Ninyi wote mtasema kwa kweli tuliwahi kuwa na mbunge hapa anaitwa David Risi. Wote mtatamka. Ambao hamkusema, ambao mlisema, ambao mlichukia wote mtasema alikuwa mwamba. Si wote tunabadilishana tu maneno. Leo leo kwenye siasa unamsikia yule anayejiita dada wa taifa Mange Kimambi. Magufuli alikuwa ana watu. Ni, ni tabia ya watu wenye chuki. Sijui kwa umenielewa. Yaani watu wenye chuki wanasubiri ufe ndio wakusifie. Watu wema wanafurahi na wewe, wanakuombea mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini watu wabaya, jukumu lao ni kutukana muda wote, lakini wanapenda yale mema tunayoyafanya. Sasa wanasema mwema mtendee mema, mbaya mtendee mema vile vile. Na mimi, ndiyo kazi kubwa nitakayoifanya ni kuendeleza wema kwa wananchi wa mji wa Tunduma, ni kufanya maendeleo makubwa kwa wananchi wa Tunduma. Kila mwananchi atapata haki yake Uwe umenichagua uwe hujanichagua, nitatenda haki kwa kila mwananchi katika kipindi cha miaka mitano. Uwe umenichagua uwe hujanichagua, nitalinda amani ya mji wa Tunduma na usalama kwa watu wote wa mji wa Tunduma. Huo ndio wajibu wangu kama kiongozi kwenu. Tunaelewana jamani? Tumejenga mashule ya kutosha tumejenga shule za ghorofa na nyingine tunaendelea kujenga shule za ghorofa katika mwaka huu wa fedha, na tunatarajia miaka mingine mitano tutaendeleza ujenzi wa shule za ghorofa bila kumchangisha mwananchi yoyote, na watoto wenu watasoma katika shule za kisasa kabisa chini ya usimamizi wako, na hayo majengo yote hatutamchangisha mwananchi yoyote. Sasa hata kwenu hapa yameelezwa, tumewajengea mpaka shule za Merelani Manga kule, shule ya msingi. Kwa hiyo kote mmeona kazi nzuri tulioifanya. Kwenye afya tumefanya hivyo hivyo, tulikuwa na kituo cha afya kimoja, leo tuna vituo sita vya afya na vyote vinafanya kazi, kikiwemo kituo cha afya cha Mwakakati. Kwa hiyo haya yote ni mambo ambayo yamefanyika katika kipindi cha miaka mitano na matarajio yetu katika kipindi kingine cha miaka mitano inayokuja ni kuongeza vituo vya afya walau vinne ili tufikie vituo vya afya kumi kwenye mji wetu wa Tunduma. Tutaongeza zahanati katika baadhi ya maeneo kulingana na mahitaji ya watu, na hiyo ndio kazi ambayo unakwenda kuifanya baada ya tarehe 29 Oktoba, si ndio? Jamani, najua najua kabisa kwamba uchaguzi umekwisha bado tu tarehe ya kwenda kuweka tiki, si ndio jamani? Kwenye barabara, tumeendelea kujenga barabara kwa kiwango cha lami. Nyinyi ni mashauda, mnaona transforma kwenda sogea, mambo yanakwenda vizuri kabisa. Na moja ya wajibu mkubwa niliyonao ndani ya miaka mingine mitano ni kuongeza wigo wa usambazaji barabara za lami katika mji wa Tunduma, na niwathibitishie, moja ya ajenda yangu kubwa kwenye miaka mitano ni pamoja na barabara hiyo, ndio ajenda kubwa kwa ajili ya kupendezesha mji wa Tunduma, tunaelewana jamani, lakini yeah. Kama haitoshi hata hii barabara yenu kutoka hapa njia panda ya shule ya msingi Tunduma kwenda kwenda kwenda kule mwa, nani Elisabene, tunataka na yenyewe tuimalizie iwe ya kiwango cha lami, walau sasa tuwe na njia ambayo tunasema ni bypass wakati kule magari yamejaa, basi wananchi wanaweza kupita hii wakatokea chapwa hiyo. Mneachie hiyo kazi, nitaifanya na nitaimaliza ndani ya kipindi cha miaka mitano. Ajenda yangu kubwa sana inayofuatia baada ya hapa ni maji, ambayo ndio imekuwa changamoto kubwa. Tumejenga miradi tisa ya maji ambayo bado haitoshelezi mahitaji katika mji wetu. Mahitaji ya mji wa Tunduma ni lita milioni nane lakini tumeisaini mkataba mpya wa kuleta maji katika mji wa Tunduma mwaka huu mwezi wa tatu tarehe ishirini ule mkataba wa bilioni 119.95. Mnanipa tu kazi moja nihakikishe unakamilika kwa wakati kama ambavyo tumesaini. Sawa jamani, na niwathibitishie ule mradi utakamilika na mji wa Tunduma changamoto ya maji itakuwa imekwisha kabisa na itabaki kuwa katika historia. Mimi nikisema mnanijua, ni mbunge ambaye nasema na kutenda, sio mtu wa maneno maneno. Sawa jamani, tutaendelea kutoa mikopo kwa vijana, kina mama na watu wenye mahitaji maalum. Mwaka huu baada ya kuingia tu, tutatoa mikopo ya bilioni tano nukta tatu kwa kina mama vijana na watu wenye mahitaji maalum. Kwa wananchi wa Tunduma narudia na tena, tunazo fedha kwa ajili ya kusaidia wananchi hawa, na mimi nawaambiaga siku zote kwamba bwana, huu muda sio muda wa kususa. Mmenielewa jamani? Huwezi kuwa mtoto wa masikini halafu unasusa. Ukisusa wenzako wanafanyaje? Wanakula sasa wewe leo unasusa uchaguzi, unadanganya watu no reform, no election. Narudia tena, hivi wewe endelea na no reform, no election, sisi tutakwenda kwenye uchaguzi, tutafanya uchaguzi kwa sababu uchaguzi ni takwa la kikatiba. Mmenielewa jamani, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatutaka kila baada ya miaka mitano tuwe na nini na uchaguzi ni sheria mama tuliyojiwekea sisi wenyewe. Sasa anakuja mtu anakuambia tusitishe uchaguzi ili tuende tukafanye no reform na election, alafu tuvunje takwa la kikatiba. Leo tukivunja takwa la kikatiba, akija kiongozi mwingine anaweza akafanya hivyo hivyo. Huwezi kufanya kosa juu ya kosa. Mmenielewa jamani? kwa hiyo wakati mwingine vyama vya upinzani muwe mnafikiri kabla ya kutenda. Leo chama bila ruzuku utakiendeshaje chama bila ruzuku? Twambiane ukweli, umegoma kushiriki uchaguzi. Hivi muda unawasubiri nyinyi? Muda unawasubiri nyinyi? baada ya miaka mitano, mnajua matokeo yake. Sasa ngoja niwape historia moja. Maalim Sefu na chama chake cha wananchi kafu miaka mwaka elfu mbili na tano, na na kumi aliwahi kususia uchaguzi elfu mbili na kumi, kumi na tano alisusia uchaguzi. CCM ilifanya uchaguzi ikashinda. Na wakati ule Kafu ilikuwa na nguvu kuliko kipindi chochote. Unajua kilichotokea ni nini? Mwaka aliosusa uchaguzi ni mwaka ambao Kafu ilikuwa na wabunge sawa na chama cha mapinduzi, CCM ilikuwa na wabunge 27, kafu ilikuwa na wabunge ishirini na saba. Maalim Sefu uchaguzi uliofuata akasusia, matokeo yake alikuja kugundua amefanya kosa kubwa sana la kimkakati, na kilichotokea ni nini? Uchaguzi uliofuata alipata wabunge wachache zaidi, na alikuwa makamu wa kwanza wa rais, kwa sababu aligundua kukaa nje ya siasa kwa mwanasiasa ni kosa zaidi kuliko kutokushiriki siasa. Mmenielewa jamani? Kwa hiyo wakati mwingine msikae mkadanganyana. Kuna watu wanadanganyana hapa, tarehe ishirini na tisa mtaandamana. Mnaandamana kwenda wapi? Kufanya nini? Kwamba nyinyi ndio mna uchungu sana na nchi kuliko sisi? Mimi niwaonye tu na niwaase, ndugu zanguni, yule anayetaka kupiga kura tarehe ishirini na tisa, jitokeze kapige kura. Ukimaliza kupiga kura rudi wapi? nyumbani kwako. Yule anayetaka kuandamana wewe, nyumbani kwako pale, zunguka pale, andamana nyumbani kwako. Ukichoka nenda kasinzie. Tunaelewana jamani? Kwa sababu amani ya nchi hii, hakuna mtu mwenye uwezo wa kuivuruga, hayupo. Mungu mnayemuomba nyinyi na sisi tunamuomba Mungu huyo huyo sisi ni wajibu wetu kulinda amani ya nchi yetu. Kama una mambo upendezi nayo, kuna vyombo vya msingi, nenda fikisha malalamiko yako, serikali itakusikiliza. Umekasirika sana, uwezi kuvumilia, nenda kwa mchungaji wako kanisani, au nenda kwa shehe wako msikitini, kamwambie, kwa kweli nimekasirika sana, atakupa faraja ya moyo. Menielewa jamani. Ndio maana tuna, tuna, tuna taasisi za dini, si ndio jamani? Lakini ukikaa eti unamchukia Silinde uendi kupiga kura, na kwambia hivi mimi napiga kura tarehe 29, nashinda uchaguzi na uwezi kunifanya chochote. Jamani ole Silinde, ole sasa, utapata vidonda vya tumbo kwa asira ya miaka mitano mingine, si ndio jamani? na mtaniona nazeeka tangu nikiwa kijana mpaka nazeeka, niko hapa hapa, sawa jamani. Kwa hiyo kwa hiyo nimeamua niwaambie ndugu zanguni, msidanganyane huko, sawa jamani. Unijui sikujui, sawa bwana. Humjui Samia hakujui, sawa jamani. Dr Samia ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, anaipenda nchi yake, anafanya kazi katika nchi yake tumpe kura za kutosha ashinde aende ikulu afanye kazi miaka mitano 30 anamaliza kazi yake sawasawa, sawa jamani. Sasa hasira yako wewe binafsi, usituharibie uchaguzi wetu sawasawa, sawa jamani. Tutajitokeza kwa wingi tarehe 29 kupiga kura na tutawalinda, mmenielewa jamani, eh? Tutawalinda kisawasawa. Kwa hiyo niliona ni vizuri nikawaambia ndugu zanguni.